Mahitaji yangu ni prestige gram mia tatu ishirini na tano. Alafu nina icing sugar gram mia tatu. Nina yai na machicha ya nazi, nina cocoa na nina vanilla. Ninataka kuonyesha recipe hii uweze kujua jinsi kuki za biashara zinavyotengenezwa. Utachukua prestige, utaanza kuchapa kidogo kidogo na icing sugar, na ikiwa tayari utaanza kuchukua unga wako ambao unga wangu ni gramu mia tatu sabini na tano. Endelea kuchanganya kama hivyo unavyoona. Na kuna njia mbili. Ila leo naanza kuonyesha njia rahisi ambayo kuki zako za biashara usizotumia yai zinakaa muda mrefu sana. Baada hapo nitatumia mkono na nitaweka maziwa ya unga kijiko kimoja na nitakanda mpaka ifike hivyo. Na ikifika hivyo, chukua donge lako, weka kwenye friji kama nusu saa ili prestige na ishishuga ziweze kushikana, donge lako liwe zuri na kuki zako ziwe crunch. Baada hapo nitakata katika uh, madonge matatu. Nimekwambia kama unataka kutengeneza cookies za biashara rather tofauti tofauti, hii ni njia rahisi sana sana sana. Baada hapo kila donge nitaliwekea flavor. Nitaweka machicha mwingine nitaweka tangawizi na jingine nitaweka baada ya hapo chukua donge lako na uanze kusukuma kama hivyo unavyoona. Ukisha sukuma, kama kata kwenye shepu yoyote unayotaka, mimi nitatumia hizo kata. Sio lazima, unaweza tumia mkono, unaweza tumia kikombe, glasi kama hivyo mnavyoona. Kuna cookies za maumbo tofauti tofauti. Nilizioka kwa moto wa 180 dakika 25. Ukiona hazijaiva ongeza dakika tano mpaka nusu saa. Cookies zako zitakuwa crunch sana na zinavutia kama hivyo mnavyoona, nzuri tamtam tam sana. Karibuni Caro's Kitchen ni, ni wage na kusema kwa herini.